Kwamba kama kuna wizara ambazo ni kubwa na zenye shughuli nyingi kwa wananchi ni wizara ya TAMISEMI. Wizara ya TAMISEMI, ambayo inaongozwa na mtu anaitwa Mchengerwa, ambaye ndiyo mbunge wa Chama cha Mapinduzi, mwana rufiji mwenzenu. Wizara hii ndiyo wizara inayowahudumia karibu mambo yote mnayoyaona, ni wizara ya TAMISEMI. Kiongozi wake anatoka hapa hii pamoja na kiongozi wake kutoka hapa. Wizara hii iko chini ya raisi, ofisi ya rais, ofisi ya nani? Ya rais. Sasa ndugu zangu, angalieni mambo yafuatayo. Pamoja na viongozi hao kutoka hapa, kama ameyafanya, ninyi wenyewe mtapima kama wanafaa kuwepo au hawafai kuwepo. Tunaanza na afya. Chama cha Wananchi kafu tunasema kwamba sisi tukishika madaraka hakutakuwa na matibabu ya, ya kulipia mtatibiwa bure wa Tanzania wote. Sasa hivi kina mama ukienda kujifungua, inabidi uwe na kadi pia kliniki ya elfu arobaini kujifungua, pesa. Halafu kuna bima ya afya ambayo na yeye wala upati dawa. Halafu hapo hapo serikali imechagua magonjwa ya kutibu ni figo, kisukari sijui maini, sijui na kitu gani imechagua, na wizara hiyo ambaye inashughulika na hayo mambo anayeiongoza wa hapa, na kashindwa kuyafanya hayo mambo, lakini anakuja tena kuwaombeni mchague tena. Msifanye makosa hayo, tunawaambia sasa sisi kwamba anayefanya makosa hayo ya nini, kukosa elimu ya kueleweka Kata hapa ambazo hata walimu hazina madawati hazina, mnakatwa mazao yenu ili mchangie hiyo elimu halafu mnaambiwa elimu ni bure, na wizara hiyo inayosimamia mbunge wenu wa hapa, ndo yeye yuko hapa, tuliambiwa ana kifua kipana, anaweza yeye kusimamia uchaguzi TAMISEMI snannnn na na rais ndio na mwenye wizara hiyo. Sasa wako watu wawili hapa ambao leo mimi nawaambia mkifanya makosa ya kuwachagua tena hayo, msije kutulalamikia kwa swala la kwamba hospitali hazina dawa, msitulalamikie kwamba watumishi hawatoshi, msitulalamikia kwamba kwa halimashauri zinawanyanyasa, mgambo wanaotoza ushuru usio na na, na, na, na miguu wala kichwa, msitulalamikie hayo mambo, msilalamike kwamba walimu hakuna, msilalamike kwa sababu ninyi ndio ni mnao kazi kuwaondoa hawa ambao hawatendei hizo haki, kwa sababu aliyepo hapa, mbunge wa hapa kutoka Chama cha Mapinduzi anayeomba sasa hivi, ndio mwenye jukumu hata la kuajiri vijana wenu wakafanye kazi huko kwenye halimashauri, lakini yeye ndo hafanyi hivyo. Lakini sijui kama watoto wake nao hawajaajiriwa kama ambavyo watoto wenu hawajaajiriwa. Sasa ndugu zangu, niwaambie tu e waangalifu, ndugu zangu, wana Kibiti, muwe waangalifu, ndugu zangu wapiji, unasikia ikwilili. Ni nimekosea, ninaambiwa nime nimesema Kibiti badala lakini ni watanzania hawa ha. Mimi nawaambia tu tarehe ishirini na tisa kamwondoeni Mchengerwa kwenye ubunge, wekeni mbunge Wanamege, nimeambiwa hapa kwa sababu Mchengerwa kama ni kazi, mmemwona anachofanya. Kama mna malalamiko yoyote kuhusiana na kazi za serikali, anayehusika ni waziri anayetoka hapa, msimpe sasa kura na rais. Kama kuna matatizo yanatokea, anayeomba kura sasa hivi naye msimpe. Mmepewa jukumu hilo la kuadhibu wanaoshindwa kuwa, kuwajibika. Serikali ya Chama cha Mapinduzi haiwajibiki ipasavyo nawatelekeza wananchi wake na kujali matajiri. Kwa hiyo elimu sisi tutatoa bure kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu, na pesa zipo. Asije hapa mtu kuambia kwamba hakuna pesa na kuwaragai kwamba ahadi wapinzani wanazozitoa haziwezekani. Pesa ziko nyingi mno, mkiambiwa pesa zipo. Mimi nimewahi kuwa mkurugenzi wa halmashauri, najua pesa zilipo, najua pesa zinazokusanywa hapa. Sasa hivi vijana mnashangaa shangaa shanga hapa na pikipiki za mikopo ya kausha damu kina mama na walemavu, pesa asilimia kumi ipo halimashauri ya ninyi kupewa. Hili kama ni pikipiki mzikope vizuri, lakini waziri anayehusika na hizo halimashauri anatoka hapa, na matatizo hayo mnayapata wa hapa hapa. Sasa ninyi, kwa nini msianzie kumsana kusafisha nyumba yenu kwanza? sisiemu haina dila kimsingi, sasa hivi haiwapendi ni jukumu lenu sasa kuiondoa CCM madarakani. Swala so, la umeme sisi kafu tunasema mkituchagua hakutakuwa na gharama ya kuunganishiwa umeme. Ukishajenga nyumba yako, Tanesco watakuja wenyewe kuja kuunganisha umeme. Wewe kazi yako itakuwa ni kununua ruku, watakata kapasenti kao huko kwenye ruku, kama wanakofanya kwenye simu, kwamba unapewa hata laini ya bure, lakini ukinunua voucher ukakata kidogo kwa hiyo Tanesco akiona nyumba yako atakuja kukuwekea umeme. Sisi hautatozwa gharama ya nguzo hakuna cha elfu ishirini na saba hakuna cha laki tatu. Kwa hiyo hayo niyategemea. Jambo lingine, serikali ya chama cha wananchi kavu, mkituchagua tutahakikisha haki yenu ya kuishi inalindwa. Tunavyo vyombo vya dola, nina wajibu wa kuhakikisha ninyi mko salama na ninyi wenyewe mna wajibu wa kujihakikisha usalama wenu. Kwa hiyo chini ya serikali ya Kafu, msamiati wa wasiojulikana, msamiati wa watu kupotea, msamiati huo hautakuwepo. Hii Gombo Sandito nitaupiga marufuku huo. Kama kuna mtu anakosa atakamatwa na atashitakiwa kwa haki, kama hana kosa ataachiwa. Huu utaratibu wa sasa wa watu kupotea, wanapotea wa bila kujulikana, kwa lugha ya wasiojulikana huo vivi si utaki na hautakuwepo, kwa sababu huko kinyume ya sheria. Na niseme tu, kwa upande wa ndugu zangu wa polisi, tunashindwa sasa hivi kutofautisha kati ya polisi wa haki na polisi jambazi, kwa sababu kuna wakati ambao watu wanajitambulisha kwamba wao ni polisi, lakini hawana uniform. Bunduki wanazo za kutosha, na wanakamata watu. Kuna polisi wanaokuja, polisi wa kweli wanakuja kukamata lakini nao hawana uniform. Sasa sisi tunashindwa kutofautisha polisi wa kweli na polisi mwizi na polisi jambazi. Matokeo yake yanakuwa ni kwamba wale majambazi wanao uwezo wa kujinasibisha na polisi wakasema wao ni vyombo vya dola, halafu wakaanza kuua watu na kunyima amani watu. Kwa hiyo tunaomba vyombo vya dola vikemisheni jambo hili. Watu wanatakiwa kuishi kwa uhuru na usalama kwenye nchi yao. Msiwe sehemu ya kujikuta majambazi nayo yanajifanya ninyi ni wenyewe ni polisi. Tunajua polisi kazi kubwa nzuri mnayoifanya, na kwamba tuseme tu polisi wakiwa kama watumishi wa umma na watumishi wengine wa umma, wa afya, wa, wa elimu na watumishi wengine wote, serikali ya chama cha wananchi CUF tutawapa huduma zenu zote mnazozihitaji. Mshahara wenu tutawapa vizuri, hatutawakata kikokotoo. Ukistaafu utapewa pesa zako zote, lakini pia tutahakikisha tumekujengea na nyumba ya kuishi ya kwako, ili upunguze njaa, usiwe unatusumbua sumbua. Tumepita barabarani mle, umetuomba karushwa, tumekwenda halmashauri kule karushwa, tumekwenda kuomba barua ya dhamana, rushwa rushwa. Na CCM ni uji na mgonjwa. Sasa hii serikali ya chama cha mapinduzi huwezi kuisikia inakemea mafisadi, kwa sababu yenyewe iko bize. Hakuna mgombea wa sisemu, hata ninyi ni mashahidi, ambaye hapitipiti kule kutaka kununua kadi zetu za kupigia kura, hapitipiti kule kuwapa mihera. Mgombea wa sisemu nagawa baiskeli Tanzania nzima na pikipiki, hiyo katika hali ya kawaida tunaiita ni rushwa. Kwa hiyo kama chama cha mapinduzi kinatoa rushwa kinaingia katika ufisadi nategemea kwamba mkichague mpate mambo mazuri, mtayatoa wapi? Kwa sababu rushwa wenyewe ndiyo wanatoa lakini pia wanatoa hiyo rushwa wakiwa na TAKUKURU kwenye misafara yao. Wanao hawa TAKUKURU, wanatembea nao, wao wanatuandikia meseji sisi kwamba, jamani, msikubali kutoa, kutoa rushwa wala kupewa rushwa. Ila tunawashukuru tu TAKUKURU kwamba angalau wanatufikishia ujumbe kwamba kuna rushwa inaendelea. Wanajua kwa sababu wanaiona kule, ila wanashindwa kumkemea gombea wa CCM kwamba kuna rusha inatembea tembea kwenye msafara wake. Sasa sisi kavu tunasema msiwape hao. Mungu ameshaonyesha ubaya wao, tupendi sisi mpate haki zenu za msingi. Ndugu zangu, katiba tutaanza nayo sisi, tukishaanza tu madaraka, nikiapishwa mimi, katiba mpya inatengenezwa. Haki zetu tuzitengenezee utaratibu mapema kabisa. Kwenye bodaboda mpo kafu itawakopesha hizo pikipiki zenu bila riba. Zitakuja pikipiki hapa bila riba, utakopeshwa urudi. Hiyo bahati nzuri, ninyi huku wengi ni Waislamu na kwenye Uislamu hamnaga riba. Kwa hiyo kama ni pikipiki, zitakuja serikali ya chama cha wanitikafu, itawakopesha bila riba. Hakuna ile pikipiki za mkataba mnakaa mnahangaika. Ndugu zangu, wazee wangu kwa miaka sitini inapoendelea tutawalipa posho kila na mwisho wa mwezi. Kwa hiyo mtegemee mambo mazuri, na jambo la mwisho ni viombe vyombo vya dola. Sisi wanakafu tutakwenda siku ya tarehe 29 tisa, na wananchi nawaomba mkapige kura, msisusie uchaguzi, mwende mkapige kura, msimsikilize mtu yoyote anayewambia tarehe ishirini na tisa kwenda kuandamana pembeni, mkapige kura mumchague Gombo Sandito na wabunge wa kafu na madiwani wa kafu. Lakini vyombo vya dola na vyombo popote vilipo vitimize haki zao na wajibu wao, wasipendelee chama chochote, kwa sababu wakipendelea chama haki itakuwa haijatendeka, na haki isipotendeka amani itapotea. Amani ikipotea, vyombo vya dola mlioko hapa, mko wachache sana, hamna uwezo wa kuirudisha amani kama mnavyofikiria hamwezi kuirudisha kiraisi kirahisi. Kwa hiyo vyombo vya dola dendeni, mkatekeleze wajibu wenu bila upendeleo, kweni marefariu wazuri, kwa sababu tunajua CCM wamejiandaa kuiba kura kwa kuwatumia ninyi, hawo hao vyombo vya dola. Ndo maana wanawaambia jiandaeni, ili kuhakikisha kutunza amani ipo, lakini amani ya CCM, ukiambiwa ni amani, angalia upande wa pili, wanazungumzia habari ya kwamba walindwe ili waibe kura vizuri.